Waasi wa M23 walipotiwa kuelekea kuunda mfumo wao wa fedha. Ni miezi miwili sasa tangu pale jiji la Goma liangukie mikononi mwa kundi la waasi la AFC au M23. Tangu wakati huo, benki zote za biashara zimefungwa kwa maagizo ya mamlaka mjini Kinshasa. Kutokana na hali hiyo, katika jiji hili lenye wakazi zaidi ya milioni moja madawati ya fedha hayafikiki fedha za kigeni ni chache na uchumi wa ndani umeyumba sana. Wakikabiliwa na hali hii, baadhi ya waendeshaji uchumi wanafanikiwa kutoa pesa kupitia kiotamatela ama ATM zilizo nje ya nchi, haswa katika nchi jirani ya Rwanda. Licha ya baadhi kufanikiwa kutoa pesa kwa kutumia kiotamatela hicho maarufu kama ATM za Rwanda, wengine pia hutumia njia za kielektroniki za uhamishaji, lakini shughuli za kawaida za kila siku kama vile kuweka au kutoa pesa kwenye matawi haziwezekani. Ni katika mkutano huu ambapo AFC au M23 inataka kuunda mfumo wake wa kifedha unaoitwa mamlaka ya udhibiti wa sekta ya uchumi fedha na bima. Kulingana na RFI, muundo huu tayari umeundwa kwenye karatasi inatarajiwa kutekeleza jukumu la benki kuu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC au M23. Vuguvugu la kisiasa na kijeshi linalosadikika kuungwa mkono na Kigali pia linataka kuanzisha upya Kadeko, taasisi ya fedha ya umma ya Kongo, inayozingatiwa na wataalamu kadhaa kuwa wa karibu imesimama waasi huo uliteua usimamizi sambamba kwa lengo la kuifanya benki kuu katika eneo hilo chini ya udhibiti wake. Mapato ya ushuru yanayokusanywa na utawala wa AFC au M23 yanapaswa kulipwa ndani yake. Magizo yaliyotolewa kwa mabadilisha kwa wabadilisha fedha na waendeshaji uchumi wa ndani kufungua akaunti ndani ya muundo huu, lakini mfumo huu unakabiliwa na vikwazo vingi kulingana na wataalamu waliowasiliana na RFI ikiwa ni pamoja na ukosefu wa uhusiano na benki za kimataifa na vikwazo kutoka kwa shirika la kimataifa ambalo linapigana na fedha chafu. Kwa upande wake, AFC ama M23 inapanga kutegemea nchi jirani, hasa Kenya, Rwanda na Uganda. Je, mradi huu unaenda kutekelezeka kweli? Kila kitu kitategemea, anajibu mtaalamu mmoja, juu ya kiwango cha kutengwa kwa kimataifa kwa AFC au M23 na majibu ya nchi na benki ya ukanda.